Uh, kwa kujifunza kutoka maeneo mengine ukopeshaji wa vifaa una changamoto zake. Uh, na kusema ukweli, unaweza kumpatia vifaa mwanamuziki vikienda kumharibikia atasema ulinipatia vifaa vibovu, lakini sisi tunakupatia pesa, kwa sababu vifaa na vyenyewe ni pesa, utakwenda kununua mwenyewe. Masharti ya mikopo hayajabagua. Haya, haya, masharti anayoyapata msanii wa filamu, msanii wa sanaa za ufundi, msanii wa muziki ni yale yale. Kwa mimi ni waombe tuzingatie masharti yale, na masharti yale yamepunguzwa hata viwango vya riba ni chini kwa, kwa asilimia hamsini ikilinganishwa na viwango vya riba vile ambavyo mtu atakwenda kuvipata kufi, akienda benki moja kwa moja. Kwenye mpango huu viko kwa asilimia hamsini, lakini chini ya shilingi milioni 15, msanii anapunguziwa sehemu kubwa sana ya, ya masharti ikiwa pamoja na kutokuwa na dhamana. Nile jina lako na tukijiridhisha kama wewe ni sahihi, haina maana kwamba uondoke na pesa zetu. Hapana, pesa ni lazima zirudi, lakini masharti yale yamepunguzwa zaidi kwa sababu tunaamini anayekopa e, shilingi milioni 15 ni msanii ambaye mpaka shilingi milioni 15 ni msanii ambaye ni chipukizi, anaanza, hana mahitaji makubwa kwayo, lazima tumsupport huyu ajitengeneze kwanza, akuwe, aweze kujenga uwezo wa kukopa zaidi na kuwekeza zaidi kwenye muziki. Naam, masharti ma ni moja tu, hatuwezi kuwa na double standard, hatuwezi tukambagua, tuka huyu akawa na hivi mwingine